Eh, kwani si wanaume tunakuanga aje bwana? Mm. Eh. Eh, hebu imagine mlamwa, hey. Amekosana na, na, na ule waifu wake uh -huh. Anadaisha ati alete ati arudishiwe meno. Wewe unaona hii inaingia akilini kweli? Acha meno Mm. Yani mwanaume mzima Mm. Yani, unaona huko America wanaume wakikosana na, na wake zao unasikianga, oo niletee Ferrari yangu. Mm. Ile nyumba yangu mansion iko hapo California naitaka. Mm. Niletee funguo Mm. Yamana itisha meno. So ha, ha, ama usikuwa na ayo unaona. U utakuwa na utakuwa na, utakuwa na, na, na, na kila wakati kumfikiria. Sasa unataka kumaanisha Jumi nilinunulia Karo necklace ya hapa hivi. Niende yeah. nimuitishe. Ukikosana okay, naye tunakuwa. <laughs> <kumifikirea. laughs> ya, haya haikuji. Wewe uone ikuji kwa sababu wewe sika na wewe sika na hiyo kitu. Ukiona ukimfikiria. Eh. Uki, Atimeno. Si ndio? Sasa, meno utakuwa unamuona naye wapi? Hapana, hiyo ni ujinga. Hiyo hmm, ni ujinga. Wewe jamaa alichoma si, si sana, siimbaya, bwana wanaume jamani huko wakakameka manze. <laughs> <laughs> ni akakameka <laughs> huko. Ama hata sijui hata anatokanga wapi. Natokanga Eh. ni wa Bungoma makakameka.

nam mimi, mate yangu sitaki ende iguzane na mate ya mtu mwingine, anirudishie kisi yangu saizi saizi. Kuna Mungu wa Western, kuna yule kuna yule nani anaitwa aje, Maria yule mama ya Maria sijui, hmm. na, hmm. na Joseph na Joseph wanapatikana ku kuna Yesu ule wa Tongareni hmm. kuna wale saa hizi kuna hmm. Bradley hmm. kuna sijui Marongo yani hmm. kuna yani Western kumekuwa na ma, um, mambo mingi. Sasa ndio nilikuwa nawaambia wao wako na mm -hmm. Yesu wa Tongareni ni, ni Yesu wa Tongareni ama ni Tongareni wa Yesu, hata ndio sielewi kwa hata hizo vitu sinachanganya. Hizo vitu ni vitu mbili, sinachanganya mmm hmm? hata kuna yo lakini we ni kama Western ni nchi yao peke yao, we hawako Kenya hao watu. <laughs> ndio <laughs> eh, bado unaona, unaona Western hata kama wako na maubaya bado si, bado ndio wako na Obama, na ni kama huyu jamaa anasema ukweli Yesu, na ni kama ni ukweli, wana Yesu akirudi atarudi Western. Kwa hivyo hizi hii nini kaunti zingine haiwezi hawezi rudi. Hawezi rudi huko. Kwa hivyo Western ni ni ni, ni, ni, Yesu. Wewe wa, kwa, kwani umesema Western ni nini? Ni? Western ni nchi tofauti. Hiyo ni continent. Juu. <laughs> Unaona meno ndiko ina inaitishwa. Unaona? Hebu <laughs> imagine meno na kama alimpea ali pigo kidney. Na hiyo ni nchi yao. Na kweli hiyo ni nchi yao. Au wako na nchi yao. Wao ni kama wako na nchi yao tofauti. Tofauti na hii nyingine ni kweli. Juu. Hey, sasa wacha huyo mjamaa amenifundisha kitu. Hmm. Wewe acha saa hii kama kuna demu mwaibu faia kitu hata kama ni uruaro uende hmm. Uitishe. Hata kama utavaa yeye kanga hapo kwa nyumba utakuwa unaiona. Hizo ni vitu zingine kwa kweli. Ni ukweli. Eh. Hiyo ni ukafsi baweza kubadiliana hiyo. Kwanza unaitwa aje? Mimi naitwa Karioki. <laughs> Wewe si mlamwa semeji yake. <laughs>

yake ilikuwa ya kuuma. Mpaya wewe sema sasa hiyo, hmm, dem ataenda kwa boyfriend mwingine hmm, atacheka aje? Ama huyo mwingine tena atampaia meno juu kwa, kwa mudomo eh. Anakaa vampaya kabisa hmm, kabisa. Lakini mlamwa huyo huyo sasa ndiye legend. Unaona saa wengine wote wanga mna nini, sijui nini, itisha mtu kitu yenyewe atasikia uchungu kutoa. Ah, unaona eh? Ndio eh. Anamwambia hiyo sasa. Sasa itoshi zile kisi zote alimpea. Mulamoa, endea kisi zako kwa Ruthukei. Mulamoa, endea kisi zako kwa Ruthukei, meno bado itoshi mulamwa. Uh. na, na kwa, kwa endea mate yako mulamwa na, na mwa si, na na si, <laughs> aende aende kisi zake aende, aende aende. Yote yenye ameifanya na huyo Ruthukei, mimi siwezi taka mtu aende mate yangu ichanganya na ya mtu mwingine. Wewe unaweza kubali kitu kitu hiko eh? kwenye mwanaume amenunulia mpenzi wake eh, wakikosana eh, aenda achukue. Sasa wewe utaki mlamwa, wewe na alifanya vibaya, alifanya vibaya. Toka hapa, nenda, toka toka toka. Hapana, sikubali. Hapana, toka, hapana. Mwanaone. Toka mlamwa, ndiyo legend ehhe. Na we una, una wewe una- unasa- unasupport aje na mambo ya mlamwa? We na unaona, huyu ni mzee, alikuwa hapa. Toka hapa kijana, sitaki kukuona hapa o ehhe, ilikuwa tu kuongea yeah. na no. unakalia aje nduzi yangu, na hata ujaripia nenda. no. no. kabia no. mbaya